Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Ruvuma ndugu Saidi Juma Kijiji amesema wananchi wasiopungua 200 wa, wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wanatarajiwa kufikishwa mahakamani baada ya kushindwa kutimiza wajibu wa kulipa kodi ya pango ya ardhi, ambapo ameeleza kuwa baadhi ya adhabu ambazo zinatolewa baada ya kufikishwa mahakamani na kushindwa kutimiza wajibu wa kulipa kodi hiyo, mmoja wanaweza kuongezewa muda wa kulipa kodi, na njia nyingine serikali inaweza kuuza kiwanja ili kufidia kulipa kodi inayodaiwa, na mpaka sasa unapoelekea mwisho wa mwaka mkoa vuma tayari umekusanya kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Na kumbuka tuna zoezi moja endelevu la kila mwaka kuhusu makusanyo. Na makusanyo kwa mwaka huu mpaka sasa hivi tumeshafikia kama bilioni moja na nusu, almost nusu ya bajeti yetu. Lakini pamoja na makusanyo hayo yote ni kwamba kuna baadhi ya wananchi wanaweza kuwa wengi kidogo, bado hawajatimiza wajibu wao wa kulipa kodi ya pango la ardhi, na hivi tulivyo sasa hivi tupo kwenye awamu ya mwisho ya kupeleka wananchi takribani wasiopungua mia mbili kwa upande wa manispaa kuwapeleka mahakamani. Na wananchi hawa ni wale ambao wamekiuka masharti ya kuendeleza ardhi yao, lakini kubwa zaidi ni kwamba wameshindwa kulipa kodi ya pango la ardhi, ambao ni kwa mujibu wa sheria. Sasa nitoe wito tena, tunaelekea mwishoni mwa mwaka, tarehe 30 mwezi wa sita tunafunga mwaka wetu wa fedha kwa mwaka 2024 2025. Mwezi wa saba tunaanza mwaka mwingine wa fedha niombe wale wote ambao wanadaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka huu ambao wanaisha tarehe 30 Juni, basi waweze kutimiza wajibu wao na kulipa kwa wakati. Kwa wale ambao watafikishwa mahakamani na wakishindwa, wakishindwa kutekeleza wajibu wa kulipa ile kodi ya ardhi. Mmoja, anaweza wanaeza wakapewa huruma kwamba watapewa muda wa kulipa zile zile ile kodi ya pango la ardhi. Lakini wakishindwa kulipa kodi ya pango la ardhi, njia nyingine ni kwamba t tukauza kile kiwanja chenyewe ili kufidia ile kodi ambayo tuko nayo. Kwa hiyo hiyo sio njia nzuri, kwa sababu utakuta mwananchi mara nyingi anakaa pale, uuze kiwanja chake na anaishi pale. Ndio maana tunasisitiza kwamba kwa namna yoyote ajitahidi wa wawezavyo, waweze kulipa kodi ya ardhi kabla ya muda haujafuta. Lakini pili, bado tunaweza tukabatilisha, sheria inaruhusu kwamba mwananchi ambaye ameshindwa kutimiza wajibu wake wa kulipa kodi ya pango la ardhi ama ameshindwa kuendeleza kiwanja kwa wakati, tunaweza tukakifuta hicho kiwanja na tukampa mtu mwingine mwenye uwezo wa kukiendeleza hicho kiwanja. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa manispaa ya Songea wameishauri wizara ya ardhi kutoa elimu ya kodi ya ardhi kwa wananchi kabla ya kuchukua hatua kuwafikisha mahakamani kwa kuwa wananchi wengi hawana elimu ya kodi ya ardhi. Kweli hili jambo la ulipaji wa ardhi, kwanza, inaonekana jambo lenyewe elimu ipo chini sana namna ulipaji wa ardhi. Hili jambo litakiwa liwe na elimu ya mara kwa mara kupitia watendaji, liwe na elimu ya mara kwa mara kupitia matangazo ya aina mbalimbali, liwe na elimu ya mara kwa mara kupitia PA. Lakini unakuja kipindi hiki unawambia kuna baadhi ya watu 200 hawajalipa ardhi watakwenda kupelekwa mahakamani. Unawapeleka mahakamani aliyakuwa unajua kabisa hujawafikia ipasavyo kuwapa elimu ya kutosha. Kwa hiyo mimi niombe utawapeleka mahakamani watakwenda kupigwa faini. Sasa mnaenda kuwafunga tu. Hili swala la kupeleka watu mahakamani kwa swala la kodi ardhi ya, ya ardhi mimi nafikiri wananchi wanaenda kuonewa kwa sababu hii elimu kwanza, wananchi hawajui, wananchi wanaamini ardhi ni sadaka. Kwa nini wanajua sadaka? Kwa sababu wao wahusika huyu kamishna na watu wake wa chini wanashindwa kwenda kufanya semina kwenye mitaa. Kuna siku inabidi si, ofisi ya kamishna inakutana na wenye viti wa mitaa na watendaji na wajumbe, wanawapa elimu kwamba arizi hii tunayotumia hii sio sadaka, inatakiwa watu walipe. Hasa leo unaweza kumshtaki mwananchi mahakamani, wakati huo mwananchi yule unachomshtakia kwanza akijui kwa sababu elimu ya kujua ardhi alipe hana mkoa wa ruvuma ni moja mikoa ambayo inatekeleza mradi wa miliki salama wa ardhi mradi ambao unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya songea pamoja na halmashauri ya wilaya mbinga ambapo mpaka sasa viwanja zaidi ya elfu ishirini tayari vimeshapimwa na vilivyokamilika vinafika elfu kumi na moja lakini kuna changamoto ya wananchi hushindwa kulipa malipo ya pili ili waweze kuchukua tizao za umiliki wa ardhi changamoto ambayo tulionao sasa hivi ni kwamba mm. wananchi wana mwitikio mkubwa wa kuomba lakini katika kulipa malipo ya upili pamekuwa na changamoto kidogo. Mtu akipewa control number ya malipo ya upili anashindwa kulipia kwa wakati. Sasa hili jambo kidogo linaturudisha nyuma malengo ambayo tumewekewa na wizara. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, Newton Ndenda.